Amewadiriki wazazi wake wawili wakati wa utu uzima wa mmoja wa wazazi hao wawili, au kilaihima, au wote wawili. Bi maana amewadiriki wazazi wake wapo hai, alafu ikawa wale wazazi si wako hai tu, ni watu wazima, ima mmoja wao ni mzee kuliko mwingine na amemdiriki, au wote wawili ni wazee maana wazee wana tabu zao, wanahitajia ziada ya sudra, lakini pia wazee wanahitajia ukaribu zaidi na kutunzwa zaidi kuliko wale wenye nguvu zao. Amewadiriki wazazi wake katika hali kama hiyo, thumma lam yadkhul aljanna, kisha hakuingia peponi. A, huyu amekula hasara. Umewakuta wazazi wako wako hai wako watu hawajapata neema ya kuwa na wazazi. Pana, pana watoto wanaitwa mayatima wakiwa wadogo kabisa, eh, anazaliwa tu na mzee wake anafariki, au wazazi wake wanafariki, au ameanza kuchangamka tu hata hajafikia baligh, anawapoteza wazazi wake, mpaka anafikia umri wa kujitambua na kujitegemea wazazi wake hawapo lakini pana watu wengine Allah amewaneemesha mpaka anafikia umri wa kujitambua na kujishughulisha kwenda huku na kule, na pengine akafikia kipindi amepata neema Allah akamfungulia katika dunia yake, na wazazi wake wapo, baba yupo, mama yupo. Wako watu wana neema hiyo, mashaallah. Tena wengine anawadiriki wazazi ni wazee wamefikia wakati wanahitajia msaada wa karibu, mtu wakukaa nao kwa kuwaliwaza liwaza, akiwapatia matibabu ya karibu, akiwapa lishe bora, akiwatia furaha, shakuwa watu wazee, akiwavumilia katika tabu zao, kwa pengine akazungumza maneno wala hayana msingi, lakini ule uzee, lakini wee wala huyachukulii. Atasema hapo, atagomba basi ni kweli, haya si kweli, utamwomba msamaha. Atakushtakia mambo mengi ya wajukuu, kuna wengine wanaisalimii, wengine wanajeuri na nini, nawambia basi nitawashughulikia hawa, hawana adabu wa. Eh, hawajui ndio bosi hapo, ndio bosi bwana. Mambo kama haya wakiwa wazee, anamtaka mtu kama huyo alafu umewadiriki wazazi wako kama hao, katika hali kama hiyo, usipate pepo wewe, umekula.